Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kuendelea uh, kufuatilia channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki, na leo hii tunakwenda kujifunza kichwa chenye ujumbe unaosema kwamba mbinu mojawapo ambayo adui huwa anaitumia kuharibu maisha ya mtu. Mbinu mojawapo ambayo adui huwa anatumia kuharibu maisha ya mtu. Mbinu mojawapo Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho mafundisho haya yakafanyika msaada kwako, kwa katika jina la Yesu. Adui kwa maana ya shetani ambaye, ya maandiko yanasema kwamba ni mungu wa dunia hii, mbinu zake mara nyingi hazibadiliki, ni zile zile zilikuwepo, zipo na zitakuwepo. Lakini tatizo watu wengi wakati mwingine wanakuwa ni wazito kutambua mbinu ambazo adui a, anazitumia anazitumia na mbinu mojawapo ambayo adui huwa anaitumia kuharibu maisha ya watu ni kuwatenga, ni kuwatenga na ndugu zake, ni kuwatenga na ndugu zake, ni kuwatenga na ndugu zake, ni kuwatenga na, na ndugu zake. Hii ni mbinu ambayo adui huwa anaitumia. Kama uliwahi angalia kwenye mbuga za wanyama simba akiona, akikuta kundi la nyati, au chui akikutana, au chita na tai akikutana na kundi la swala, hata kufukuza wote kwa pamoja, atamtajeti mmoja, atamtenga na kundi, alafu akishamtenga na kundi, anajua tayari huyu ni kitoweo tayari huyu ni kitoweo. Vivyo hivyo simba akikuta kundi la nyati, hata wafukuza wote kwa pamoja hivi kama wanakimbia, atamtenga mmoja kwanza, atamtenga na kundi kwanza halafu, akishamtenga anashughulika naye, anajua tayari huyu ni kitoweo. Changamoto, watu wamekuwa ni wazito kugundua mbinu hizi za adui. Unakuta mtu ameacha kanisa ameacha ibada eti kwa sababu tu, kwa sababu tu alisikia maneno ya mtu fulani. Ni maneno tu yamempelekea kuacha ibada, ameamua kukaa nyumbani, ameamua kukaa nyumbani, ameamua kukaa nyumbani, ameamua kukaa nyumbani, na bado hashtuki kwamba adui yuko kwenye mchakato wa kumwangamiza, yuko kwenye mchakato wa kumpoteza. Maandiko anasema kwamba kwenye Mithali kumi na nane moja kwamba jitengane na ndugu hutafuta matakwa yake mwenyewe. Anajitenga na ndugu, anajitenga na ndugu. Ndugu, huwezi kuwa salamu ukijitenga na ndugu zako, ukijitenga na ndugu zako kwa adui kabla ya kuharibu maisha ya mtu huwa anamtenga kwanza na ndugu, huwa namtenga na ndugu kwanza. Akishamtenga na ndugu, tayari amekwisha tengeneza mazingira ya kumpoteza ya kuharibu maisha yake ya kuharibu maisha yake. Sasa kuna namna mbalimbali ambazo zinaweza kukutenga na ndugu zako. Anaweza kukutenga na ndugu zako kwa kukugombanisha, kwa kukugombanisha, na wakati mwingine anakugombanisha na watu ambao ungepata tatizo, watu ambao ukipata tatizo walikuwa ndio watu ambao ungewakimbilia anakugombanisha. Na ndio maana maandiko yanasema tafuta kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwao atatafuta mtu ambaye anaweza, katafuta mtu ambaye ukipata tatizo utamkimbilia, atatengeneza mazingira ya kukutenga na huyo mtu, atatengeneza mazingira ya kukutenga na watu ambao endapo ungepata changamoto ungekimbilia kwao, atakutenga nao. Wewe umeokoka unaabudu labda kwenye kanisa fulani fulani, hau unaosali nao unaoabudu nao ni ndugu zako, ndio ambao utakapopata changamoto utawakimbilia, utakimbili utakimbili. Kwa adui ana mbinu. Tatizo watu hatuwatugundui mapema kwamba nini adui anataka kutekeleza kupitia hili. Kwa nini hili limekuja lime, kwa nini hili limekuja? Chui akikuta kundi la swala, hata wafukuza wote, atamtenga mmoja, alafu baadaye anakuwa kitoweo. Unapojitenga na ndugu zako, hiyo tu ni hatua kwanza. Kama usiposhtuka, adui ataenda hatua nyingine alafu kufumba na kufumbua umekwisha kuharibikiwa. Unapojikuta adui anaku unagombana na ndugu zako na unatengana ndugu zako, ujue kwamba adui amekwisha tengeneza mazingira ambayo watu ambao ungewakimbilia wakati ambapo ungepata shida, sasa umekutana na changamoto na utakuwa na sehemu ya kukimbilia. Tafuta kuwa na amani na watu wote, usipende kugombana na mtu yoyote yule, usipende kugombana na watu Tafuta kuwa na amani na watu wote. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Huwezi kuishi hapa duniani kama kiswani. Kuna mahali ambapo unatamani kufika, unahitaji watu wengine watakao kusaidia kufika mahali hapo. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya, kumbuka, usikubali Roho Mtakatifu akusaidie kutambua hila za adui kusaidia kutambua mpango ya adui. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote usisahau kutua kwa kusubscribe, lakini pia washirikisha marafiki zako mafundisho haya, unaweza kwa comment, unaweza kwa like pia. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.